Mechi ya tarehe nne ni mechi ambayo kwetu sisi mashabiki wenu tunaitem kama fainali. Huku zote tulikuwa tunacheza tunacheza kama, lakini kwangu mimi naitem kama mechi ya tarehe nne na Morocco ni fainali kwetu. dunia yote inasubiri kusikia habari moja tu, na ndio itakuwa habari ya dunia: Morocco imetolewa na Tanzania AFCON 25 nyumbani kwao. Amen. hakuna stori nyingine duniani inayotakiwa kwenda, hakuna habari nyingine ambao wananchi wa Tanzania wangepaswa kuisikia wala wachambuzi wa mipira <laughs> kwenye viwanja vyote vya dunia hii zaidi ya kwamba Tanzania imemtoa Morocco kwenye mashindano ya AFCON tena nyumbani wow, kwao. Haitojalisha nani amechukua kombe baada hapo. Yaani achukue kombe mtu yeyote. Lakini story ni kwamba Tanzania ime knockout Morocco home ground. Uwezo huo mnao. Sababu hizo mnazo. Na nia ya kuandika hiyo historia mnayo kwa sababu si mara ya kwanza mnaandika historia. Juzi mmeandika historia ya kuingia kwenye 16 bora. Mna uwezo wa kuandika historia ya kumnokauti Morocco siku ya tarehe nne, na Watanzania wako nyuma na nyinyi wakiwaombea usiku na mchana. Na niwaombe kuasahii, ni waombe niwaombe, Watanzania, mashabiki wa Moroko watajaa uwanjani, na kwa taarifa nilizopewa ni kwamba mpaka sasa hivi tiketi zimeshaisha na uwanja ule unabeba watu sio chini ya elfu sitini na tano. Tafasiri yake ya kwamba tutakuwa uwanjani Tumejawa na kelele na kila aina ya shangwe za watu wa Moroko. Yawezekana sauti zetu za Watanzania toka kule mle uwanjani zitakuwa chache, lakini mimi nakuambia na nakuomba uamini ya kwamba sauti za Watanzania zaidi ya milioni sitini zitakuwa na wewe uwanjani kwa kila sekunde unaokuwepo ndani ya mechi. Ziba masikio, ubakiza kusikia kipenga na maelekezo kumwangalia kocha anachosema, lakini sauti yako au masikio yako yafungue usikie kelele za Watanzania ambao watakuwa kwenye vibanda, watakuwa kwenye mahoteli, watakuwa kwenye nyumba zao, watakuwa kwenye ofisi wakikuangalia wewe ukiliwakilisha na kulipigania taifa la Tanzania.